Kwa hiyo maombezi ya Yesu ama huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni ni ya muhimu kwa mpango wa wokovu kama kifo chake msalabani. Yaani alipokufa msalabani mwaka wa thelathini na moja ndo alikuwa ameanza mchakato wa kumkomboa mwanadamu. Hii ilikuwa ni hatua muhimu na hatua kubwa na hatua ya kwanza ya kumkomboa mwanadamu, na sasa hapa alitakiwa arudi tena mbinguni, sasa akahudumu kwenye hekalu lililoko mbinguni kama mwombezi wetu kama mpatanishi wetu kwa niaba ya mwanadamu. Kwa huduma hizi zote mbili, huduma ya Yesu duniani na huduma ya Yesu mbinguni, hizi zote zina umuhimu sawa. Zina umuhimu sawa sawa. Kwa hiyo lazima tujifunze, tusiishie kujifunza huduma ya Yesu duniani, na hapa kuna mtego wa shetani, wapendwa. Shetani ameelekeza watu wajifunze sana hapa, huduma ya Yesu duniani hapa, lakini shetani hataki watu wajifunze huduma ya Yesu mbinguni. Kwa nini? kwa sababu huku ndiko watu wataelewa namna gani wanaweza kuishinda dhambi. Huku ndiko watu wataelewa chuki ya Mungu dhidi ya dhambi, wataelewa utakatifu wa Mungu. Huku ndiko watu wataupata ukweli wa sasa. Ukweli wa sasa hatuupati kwenye huduma ya Yesu hapa duniani. Ukweli wa sasa tunaupata katika huduma ya Yesu mbinguni. Pata mada kama vile patakatifu katika uhusiano na elfu mbili na mia tatu amri za Mungu na imani ya Yesu, yaani ujumbe wa malaika wa kwanza wa pili na watatu. Hicho ndicho, ndicho Shetani hataki watu wakijue huko. Atataka nyimbo zote tungeni, kueleza kwamba alikufa msalabani, anataka vitabu andikeni, kwamba alikufa msalabani, anataka mahubiri toweni, kwamba alikufa msalabani, ila Shetani hataki watu waelewe huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, na ndio maana aliwaongoza na anaendelea kuwaongoza wajumbe wakimbie kutoka kwenye mada muhimu za ukweli wa sasa, na waelezee mada ambazo hazikukusudiwa kuunganisha kundi wala kutakasa roho.